Kuna kasumba ingine hapa imejengeka mtaani. Nisikize kwa makini, kuna kasumba ingine imejengeka mtaani, uh, kwamba uh, mwanamume ukimkopesha pesa mwanamke ni sawa na kuchukua maji na kujaza baharini. <laughs> unanielewa hapo? Mwanamume kumkopesha mwanamke pesa inalinganishwa na kuchukua maji kwenda kujaza bahari kwa madai kwamba wanawake wengi hawarudishi pesa wanazopewa na wanaume. Baadhi ya wanaume wamelalamika kupoteza fedha zao baada ya kuwakopesha rafiki zao wa kike ambao wakati wa malipo wanawazungusha unazungushwa, na wengine hata kujirahisisha kimahaba ili wamalizane, yani unalipa deni. Kama una haraka sana kuja kwangu, si unidai pesa zako? <laughs> eh, kaa una haraka sana njoo nyumbani, sina shida nyumbani, na pesa zangu ni wapi na wapi.

lakini sasa kuna wale ambao ni ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja mpaka mwisho. Unaona sasa ameanza kukusimailia simaili zingine za ajabu ajabu, eh? Unashindwa sasa wewe, unataka namna gani, eh? Unaona sasa ameanza kuj, unaona hata sasa anaanza kubadilikia, eh, anakuonyesha kuonyesha meno, unanionyesha una, una meno? Nauza mswaki? Mimi nataka pesa zangu, nataka kuonyesha meno, unanionyesha watu meno kwa ndio iweje? Sasa tunaulizana, kasumba hii ina ukweli wowote, kwamba ukimkopesha mwanamke basi hiyo ni sawasawa na kuchukua maji na kujaza baharini, kwa madai kwamba wanawake wengi hawarudishi pesa wanazopewa na wanaume. COCO FM, ladha ya pwani.